Mjifunze kwangu kwa kuwa kwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa, wa roho, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ko anasema kwamba jitieni nila yangu mjifunze kwangu. Kwa hiyo kwa sasa tunatakiwa kujitia nila ya Yesu na tujifunze kwake. Asa mzo ukajiuliza kwamba tunawezaji kujifunza, tunawezaji kujifunza kwa Yesu? Tunajifunza kwa Yesu kupitia neno lake kwa sababu gani? Biblia ndio kitabu ambacho kimeelezea historia ya Yesu kutangia kuja, kuzaliwa kwake kufa kwake mpaka na alivyoondoka. Kwa unapotaka, kujifunza, unapotaka kujifunza neno la Mungu lazima upite. Unapotaka kujifunza habari yoyote kuhusiana na, na Yesu mwenyewe lazima upitie kwenye, kwenye neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Siwezi nikasema kama nataka nijifunze kuhusu Yesu kwamba Yesu alitembeaje? Ma, aina maisha mboe, so alafu, ya maisha ambayo Yesu alikuwa anaishi. Natamani kujifunza. Alafu nitoke hapo niseme labda kwamba naenda kusoma kitabu cha chemistry. Kwenye kitabu cha chemistry kule siwezi nikaikuta habari habari ya Yesu.